Jina langu naitwa John James, marafiki zangu huniita JJ. Nina miaka 22 na hii hapa ni familia yangu, mama, baba pamoja na mdogo wangu Nana. Baba yangu alipata ajali kazini miaka miwili iliyopita na ikamsababishia kuparalyze upande mmoja. Yeye ndiye aliyekuwa tegemezi kubwa la familia hii, lakini kwa sasa familia nzima inamtegemea mama yangu ya najua utaona sio fair ya kumtegemea yeye, wakati mimi mtoto wa kiume niko hapa. Natamani fikie siku mimi ndio niwe tegemezi la familia hii, lakini kwa bahati mbaya sina kazi yoyote, mimi ni mwanafunzi. Kabla baba hajapata ajali, alikuwa akitumia nguvu nyingi sana kuhakikisha anapata elimu iliyo bora, huku akiamini kuwa mimi ndiye nitakayekuja kuwa kichwa cha familia yake hapo baadaye. Naona unajitahidi. Asante baba. Unafanya vizuri darasa. Nilikuahidi sitokuangusha itatekeleza hadi yako. Asante. Lakini kwa sasa huenda matumaini yake yakaishia ukingoni kwa sababu mama ana uwezo wa kuihudumia familia na kunilipia ada ya shule kwa wakati mmoja. Bado mwaka mmoja tu nimalize kidato cha sita, na hapa nadaiwa ada ya shule mpaka nadaiwa tena na hakuna wa kunilipia n anyway, huwezi jua, wenda Mungu aliniandikia elimu yangu itaishia kidato cha tano tu. By the way, kuna wengi walishindwa hata kufikia hiyo form 5 yangu kisaada, sio mimi peke yangu. Sasa tukiachilia mbali matatizo ya kifamilia, kuna huyu msichana hapa, jina lake ni Johari, yeye ni mpenzi wangu. Tulianza kuwa wapenzi tangu tukiwa darasa la sita. Mimi nampenda kwa asilimia kama 65 tu, hapana 75, hapana, nampenda kwa asilimia 99 tu, lakini yeye ananipenda kwa asilimia 10999. Yani ameniweka wallpaper kwenye laptop yake wallpaper kwenye simu yake na screensaver. Anatumia jina langu kama password yake ya Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat na mitandao yote ya kijamii anayotumia. Yani kwa kifupi, ananipenda mpaka anaogopa. Na kinachonitisha zaidi, mama yake ndo kubwa la maadui wa penzi letu. Yani adui mkuu, jambazi kubwa kabisa, conki master. Sio hilo tu, namwogopa kuliko kitu chochote. Akikasirika sura yake na tisha wewe binti yake mwenyewe anamwogopa kiasi, lakini kila siku hawaishi kupigizana kelele kwa ajili yangu, lakini bado tuko pamoja, na yeye pia hachoki. Bebi mapenzi kikoozi kuficha, nimeshindwa tena. Sori kama nakukwaza, ila moyo unasema nakuhitaji. Ana mme wangu hujanielewa. Mimi nimepata shule nzuri, ina wanafunzi wengi, halafu nafasi pale ni chache eh? Nataka kwenda kuchukua fomu ili mtoto akafanya interview pale. Hapo ndo anashangaza mke wangu, huku mimi kuna shule nyingi zina wanafunzi wachache na vile vile nafasi za kufaulisha zipo, kwa nini unangangania huko tu? Unajua kwa sababu gani nataka nimpeleke pale walimu pale wazuri, wanafundisha vizuri, wanafaulisha, alafu pia pana maadili mazuri, na isitoshe wakati watoto wa mama yake mdogo zena wanasoma pale, hata kama kuna kitu joa kinamchanganya, ni rahisi kumsaidia. Wewe ni vizuri, mume wangu, hilo ndio uliosahau sahau, hilo kwa hiyo wewe unataka uungane nao pale? Hiyo sasa sababu? Tafuta shule ambayo ina manufaa huko, nafasi hizo, wanafunzi wengi, nafasi ndogo. Wewe unakwenda wapi? Njoo, njoo, njoo, njoo, njoo Mimi namwelewesha baba yako, namwambiaje? Nimepata shule nzuri, ina walimu wazuri, inafundisha vizuri, nenda nikachukua fomu ili wewe ufanye interview. Interview ndio. Lakini baba yako, mimi hanielewi. Mke wangu mimi, sijakataa na wala sio nakubishia, lakini nacholalamika mimi au nachokwambia kwamba hiyo shule unayolazimisha wee aende hiyo ina wanafunzi wa wengi alafu ufaulishaji wake mdogo, mwenye ndo umesema. Lakini huku na kukwambia mimi kuna shule nyingi na wanafunzi wachache, ufaulishaji mkubwa. Kwa nini tu unang'ang'ania huko? Ana miaka mingapi? Karudia form two, eh, minne. Unataka huyu azekee shule, na isitoshe huyu ni mtoto wa kike. Umri unakwenda mbele haurudi nyuma, mme wangu eh. Eti Joha, Joha, Joha! Huyu amekwenda unaniuliza mimi, wakati alisimama mbele yako hapo na wewe unamwona yake like, mpaka anatoka, anafunga mlango, na maana wewe hujamuona? Wewe wakati mlango unafungwa, wewe hujasikia? Kabla babangu kupata ajali, maisha yetu yalikuwa mazuri, kwa sababu tulikuwa tunaishi kwenye nyumba ya kampuni ambayo alikuwa fanya kazi baba, na tulikuwa tunasoma mimi na Kajoni. Kwa kipindi hicho maisha yalikuwa mazuri hapo sio sana. Ila baada baba kupata ajali, maisha yetu yakabadilika. Kampuni ilipogundua kama baba hawezi tena kufanya kazi ame-paralyze, walituvumilia kwa muda wa mwaka mmoja tu kwenye nyumba yao, baadaye wakatutimua. Lakini kwa bahati nzuri mama alikuwa ameshajenga nyumba hii. Sasa huaga na waza kama mamangu asinge kuwa na akili ya kujenga hii nyumba, tunyokuwa tunaishi wapi leo? Hivi Nana, kwa nini kila tunapokutana ushie kuzungumza matatizo ya familia yako? Na kuna tatizo lingine ambayo unaweza ukaniambia tofauti na familia yako, kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Sasa ninapokuwa na madukuduki yangu nataka nikwambia nani mwingine, wakati wewe ni rafiki yangu? Sawa so, wewe unafahamu kama mimi ni rafiki yako, lakini kuna baadhi ya marafiki zangu wanafahamu mimi na wewe tuna mahusiano ya kimapenzi. Wajinga hao, achana nao, mimi mwenyewe sijali. Anyway, ngoja nikuulize swali. Unafikiri mpaka leo ningekuwa nasoma, ningekuwa nimechagua combination gani? Biashara? Mm, yes, mno hapana. Uchumi? Mm, kodi? Usiwe mjinga pote hivyo, ni combination ni moja, lakini hata hivyo umepatia. Ningekuwa mhasibu okay. Yeah, ningekuwa mhasibu kwa sababu naipenda mathematics. Huyo Kajoni mwenyewe analijua balaa yeah. Langu seriously? Nadhani mimi nakutania kila kitu eh. Niko vizuri kwenye math kuna mbwembwe wewe hapa yenyewe, kajuanakitoa shule na shida shida vyake, huwa ananitegemea mimi. Ninamfua vizuri. Okay, mimi naona kwamba muda sasa hivi si rafiki <sighs> unataka kuondoka ya yeah? Naomba nom, nikuache, ila nitakucheki. Basi poa, okay, <sharp> Sawa na kuchelewa bila samani. Okay. Kwanza, nimechelewa kuamka. Pili, nimechelewa kujiandaa. Tatu, ile natoka tunakutana na wazazi wangu kwa sebuleni. Wanajadiliana kunihamisha shule mpya. Ile ilifanikiwa kutoroka. Haya tuondoke sasa. Siko tayari kwenda kokote. Kwa nini? Wakati tumepanga tunakutana hapa kwa ajili ya kuondoka. Kwa nini badilisha mawazo? Unafahamu baba yangu wanaumwa. Na mimi ndo mtoto wa kiume pekee nawezaje kuondoka kumwacha katika hali hiyo? Hayo najua, lakini pale kondo dada zako si wapo, mama wako pia siopo, wale wanatosha kumuuguza. Alafu Zanzibar tukienda hatuendi kukaa milele, ni muda siku tatu tu. Wale ni wanawake, hawezi kumhudumia mzee wakati mimi mtoto wa kiume nipo pale. Unapomwona hawezi kwenda chooni mwenyewe, mimi ndo mtu wa kumpeleka na hata kumwogesha. Sikia. Ayote, mimi nayajua. Lakini kama nilivyokuambia kule zangu tukaenda tendo kama milele na hata tendo kufa kule ni muda siku tatu tu. Yaani kuondoka kwenu bila kuaga wazazi wako ni makosa. Ay, Sala la wazazi wangu niachane mimi. Nikirudi nitajua jinsi gani za kupambana nao. Hapa tunachotakiwa sasa hivi ni kujadiliana tu, tunaondoka ondokaje? Okay, poa. Ngoja nikueleze ukweli. Unajua hata mimi mwanzo kukubalia, nilifanya hivyo nikuridhishe mpenzi wangu sababu nakupenda. Mimi nilikuwa siko tayari kwenda. Kwa hiyo unataka kuniambia yale maongezi yote kuhusu safari ulikuwa unanichora tu, si ndio? Utanisamee mpenzi wangu, kwa sababu hata hizo pesa tunazokwenda kutumia huko Zanzibar ni pesa za wazazi wako. Sawa, lakini nimechukua laki nane tu, hatajua. Lakini pesa za wizi, unawaibia, unaita m mwizi? Mimi nimekuwa mwizi. Hujui labda kama nafanya haya leo kwa sababu yako au kwa sababu yetu? Unapenda vile nikikumbana na mamangu kila siku kwa sababu yako? Eh, samahani Johari. Mimi sikuwa, sikwenda popote. Nikanyamaza hata pale uliponikoma kwa tabasamu. Nilifunga nafsi yangu kwa minyororo kwa sababu nilikuweka juu kuliko fahamu zangu. Naishi kwa jina lako, lakini naumia kwa jina langu. Nilikupenda hata ulipo